Anaitwa Mhandisi Mshauri Pharles Elisha Ngeleja, natokea Tarua makao makuu, na kule Tarua makao makuu najishughulisha na usimamizi wa ujenzi wa madaraja pamoja na barabara kwa kutumia mawe. Ujenzi wa madaraja ya mawe na barabara za mawe haujaanza hivi karibuni. Ujenzi wa madaraja ya mawe umeanza kwenye karne ya kumi na nne katika maeneo ya China pamoja na maeneo ya, ya, ya Uingereza. Ujenzi huu kwa Tanzania tulijenga madaraja mara, uh, ya mawe katika reli ya kati ambapo inaanzia Dar es Salaam mpaka Mwanza na uh, Dar es Salaam kwenda Kigoma, madaraja mengi. Madaraja haya yamejengwa kwa kutumia teknolojia <coughs> ya mawe ambapo mpaka sasa yameweza kukaa zaidi ya miaka mia moja bila kuharibika. Kwa hiyo utaona namna gani madaraja haya pamoja nakuwa, na kuwa yana gharama nafuu lakini madaraja haya yanadumu kwa miaka mingi. Tarura, tangu ilipoanzishwa mwaka 2017, tuliona kuna umuhimu wa kutumia teknolojia hii ambayo imesahaulika kwa, kwa miaka mingi. Imesahaulika kwa maana ya kwamba nchi za Ulaya kwa saizi hawatumii teknolojia hii kwa sababu ya ukosefu wa, wa mawe pamoja na gharama kubwa ya kulipa mafundi. Kwa Tanzania bado gharama hizi bado ni nafuu na mawe yanapatikana kirahisi kwao tukaona kwamba kuna umuhimu sasa wa kujenga barabara kujenga madaraja kwa kutumia mawe. Tangia tuanze mwaka elfu mbili kumi na saba takriban madaraja mia nne na moja tumeshakamilisha kwa gharama ya shilingi bilioni kumi, ambapo haya madaraja tungejenga kwa kutumia conventional method kwa kutumia autumia, uh, nondo pamoja na zege tungetumia zaidi ya bilioni 54. Kwa hiyo ukiangalia ulinganifu takribani ni zaidi ya asilimia sabini tumeokoa fedha hizi. Na ujenzi wa madaraja haya tunajenga madaraja haya katika mikoa yote Tanzania nzima na mpaka sasa tunayo madaraja marefu ya takribani mita stini tumejenga katika wilaya ya Bukombe kwa gharama takribani milioni mia tano na hamsini na nane. Ni gharama ambayo ni ndogo kabisa ukilinganisha kama tungejenga kwa kwa kutumia zege tungetumia zaidi ya bilioni mbili kwa tano. Kwa hiyo ni kiasi kikubwa sana tumekuwa tunaokoa, tuna lakini kwa upande wa, wa, wa, wa barabara za mawe tumejenga katika mikoa takriban mitatu mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, Mwanza, mikoa minne, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kigoma, mkoa wa Rukwa, lakini pia mkoa wa Morogoro na takriban kilomita 28.2 sasa tumekamilisha mpaka sasa kwa kutumia mawe na gharama ambayo tumetumia ni takribani bilioni kumi na bilioni kumi pointi moja ambapo kama tungetumia lami uh, nyepesi tungetumia zaidi ya bilioni kumi na sita na kama tungetumia kwa lami nzito, kwa maana asphalt concrete tungetumia zaidi ya bilioni arobaini na sita kwao ukiangalia ulinganifu wa nyepesi, lami nyepesi, alami nzito na, na, na, na mawe kwa bilioni kumi na na huku na bilioni na tano na sita ni kiasi kikubwa sana tumeokoa, na manufaa makubwa ambayo tume, tumejaribu kuyabaini kwa sasa. Kwa mfano ukienda kule Mwanza kule zamani mkoa, mtu anayeishi Igogo alikuwa hawezi kufika hospitali ya Bugando bila kupitia Nata na kupanda kile kilima, lakini kwa sasa tumejenga barabara ya mawe kutokea pale Igogo kwa maana Pateli uh, Toyota tunaonyesha moja kwa moja kuingia pale kwenye hospitali ya Bugando. Kwa hiyo kiuchumi imeokoa ime, ime, ime, ime, kwa, kwa, kwa, kwa maana biashara, lakini kijamii kwa maana kuna watu wengi ambao walikuwa wanapata shida wana, wanajifungulia njiani, kwa sababu barabara haipo ya kwenda Bugando. Lakini kwa sasa wanaweza kukatiza takriban kilomita mbili na nusu ukilinganisha na awali ilikuwa takriban kilomita nane mpaka tisa ambao itakiwa wazunguke kule Nata. Kwa hiyo kwa ujumla tumeweza kuwa, kuwasaidia wananchi.